Ukiwa na tabia hizi yaonyesha wewe ni mkomavu. Tabia ya kwanza ni kwamba huhitaji mtu yoyote akwambie ya kwamba unafanya vizuri. Kuna watu ambao siku zote wanahitaji kuambiwa ya kwamba unafanya vizuri na kutiwa moyo na kuhimizwa, lakini kama wewe ni mkomavu, unachokifanya unakijua, na kama unafanya vizuri unajua unafanya vizuri kwa hiyo huhitaji mtu wa kukwambia unafanya vizuri. Tabia nyingine ya pili, unakuwa wewe una fokus yako katika kile kinachoendelea sasa, the present moment. Watu wengi wanasumbuliwa sana na kile kilichotokea jana, juzi, mwezi uliopita, au mwaka wa jana, na kinawazuia kuona kile kinachoendelea sasa, na wengine wana wasiwasi kuhusu ya kile kitakachotokea kesho au wiki ijayo au mwezi ujao. Ni muhimu kujua ya kwamba kinachotokea sasa hivi ni muhimu zaidi kuliko kilichotokea au kitakachotokea. Tabia ya tatu ni kwamba huogopi kusema hapana, huogopi kusema hapana, kwa sababu unaweza ukasema ndio halafu baadaye ukajuta, lakini huogopi. Unaposema hapana, unajua ya kwamba ni jibu lilo sahihi zaidi kwako, na uogopi kusema hapana, na hujisikii vibaya unaposema hapana. Tabia ya nne ni kwamba unajisikia vizuri unapokuwa peke yako, yaani haiwi tatizo kuwa peke yako au kufanya kitu mwenyewe, na watu ambao ni lazima wapate sapoti ya watu wengine wanapofanya vitu au lazima wawe na mtu mwingine ili waone ya kwamba wanachokifanya ni sahihi, lakini mtu mkomavu haogopi kufanya kitu peke yake.